Inaitwa Hussein Hamisi Chopa. Serikali tunaomba msaada kwa haraka, nyumba zinaisha, hatujui tunomba... sababu ni kitu gani, lakini nyumba zinafanyaje? Nyumba zinaisha. Chanzo cha moto hatujui ni kitu gani, lakini hali iliyopo hapa ni hali ya hatari, kama unavyopata kuona jinsi hali ilivyo. Tunaomba msaada wa zimamoto kwa haraka zaidi. hapa ni wapi? hapa ni Buseresere Buseresere wilaya Chato mkoa wa Geita. John, mkazi wa Busesele. Hapana, yani ni duka la shemeji yangu, yaani kiwastani siwezi kuelezea, maana moto huyu yaonekana imeanza mida ya saa tatu vitu vimeteketea, mali zimeteketea, mali zilizokuwemo stoni zote zimeteketea. Kwa ujumla ni hasara kubwa sana, yani havielezeki. Chanzo cha moto huu kwa kweli siwezi nikaelewa ni chanzo ni nini, babu moto. Yani moto umelipuka, tukawa tunasikia mshtuko mkubwa sana, tumekimbia, tunakuta mali zimeteketea. Kwa kweli kuna maduka mengine hawakufaulu kufanikisha hata kutoa hata kitu kimoja, mali zote zimeteketea. Kiujumla mali zote zilizokuwa stoni zime, zimeungua zote na wengine maduka yao hawakupatikana, walikuwa wameshafunga. Kwa hiyo tuna masikitiko makubwa sana, kwa sababu maduka haya ndio tunayotegemea hapa mjini. Zimamoto wamechelewa sana, sijui wana umuhimu gani? Sielewi umuhimu wa kuwa na zimamoto, sijui wako mkoa gani, hata hatuelewi. Kama ni mkoa wa Geita ungekuwa ameshafika mpaka sasa. Mtazamaji wa Kusaga TV karibu sana, na hiyo ni sehemu ya kile ambacho wamekizungumza wananchi wa maeneo haya na baadhi ya mashuhuda ambao walishuhudia siku ya hapo jana usiku wa kuamkia leo Juni kumi na moja ambapo ni tukio la vibanda kumi na saba ambavyo vimeripotiwa kwa mujibu wa kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Geita mrakibu Mkwabi Peter ambaye alitolea taarifa kuhusiana na tukio hili siku ya leo, ambapo ni vibanda 17 vimeteketea kwa moto katika eneo la Buseresere wilayani Chato mkoani Geita, ambako ndiko limetokea tukio hilo. Lakini nikupe nafasi ya kutazama na kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa na kaimu kamanda mrakibu Nkwabi Peter akieleza kuhusiana kile ambacho kimetokea. Mimi ni ripoto wako kutoka hapa mkoani Geita, naitwa Nicholas Paul Yankano, na hii ni Kusaga TV. Naitwa mrakibu msaidizi Peter Nkwabi ni operation ni, ni ofisa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita, lakini kwa sasa na kaimu nafasi ya kamanda wa mkoa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita. Tukio la Buseresere, tukio la moto tulipata muda muda wa saa tatu na dakika 34, na sisi baada ya kupata taarifa saa tatu na dakika 37 gari liliondoka kituoni kuelekea sehemu ya tukio na tulifika kwenye saa nne na robo na kuanza na kupambana na tukio la moto, lakini vilevile gari la pili pia lilikuja kuongeza nguvu, liliondoka kwenye mnamo saa nne na dakika arobaini na moja na kufika kwenye saa tano na robo kwa hiyo, mpaka sasa tunaendelea na zoezi la kuzima moto. Nafikiri kama mnavyoona, ndugu waandishi wa habari wa karibu, moto tunaudhibiti. Tatizo ambalo limejitokeza ni wananchi kuvunja milango na madirisha. Unapovunja milango na madirisha, ile hewa ya oksijeni ndio inachochea moto wa oksijeni inachochea moto ili uendelee kuwaka, uendelee kuwaka zaidi. na huo utaratibu, muda si mrefu tutafungua ofisi, kwa maana mama tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kashaagiza magari ya zimamoto ambayo yatafika kila wilaya na hapa Katoro tunatarajia kufungua ofisi hivi karibuni kwa ajili ya kusogeza huduma karibu na wananchi.